Maisha ya, ya kila mtu, wengine wao wanasema ni sawa na drama au role model. Kila mtu anapambana na maisha yake ili kuhakikisha kwamba anakuwa kama alivyo leo. Uko hapa kama wajumbe wa hili baraza, ni kwa sababu ni struggle sana kuweza kuhakikisha kwamba unaweza kufikia hatua hii, na hayo ndio mafanikio yako, ili uweze kuishi, maanake mafanikio yako yanatokana na tu nyingi ulizoziweka, lakini pia ni pamoja na kuomba dua kwa Mwenyezi Mungu ili afanye uwe ue, lakini una maisha yako binafsi. Yale maisha yako binafsi usingependa mtu yoyote aane, kwa mtu yoyote atakaye yatoa kwa kusudia, kwa kusudia arimu, brau, au kutokusudia ataharibu mtu wako. Kama nilivyosema, maisha ni drama au ni roho moto aaau moto na mambo ambayo tunayafanya behind the scene yale mambo ambayo yako behind the scene, nyuma ya pazia, hamna mtu angependa akaingiliwa hiyo faragha na ikatolewa hadharani, kama jinsi Mheshimiwa Rais alichokuwa anakiongelea. Kwa hiyo sasa, kwa nini tume imekuwa muhimu sana katika kipindi hiki? Zamani haikuwa ni shida sana, kwa sababu naandika taarifa unaziweka kwenye karatasi. Lakini sasa hivi tunasisitiza mifumo isomame. Huduma nyingi tunazipata kwa kutumia teknolojia, na kwa maana hiyo tunatoa taarifa zetu nyingi kwenye sehemu tofauti tofauti ili uweze kuhudumia e, taasisi zinajisajili ili kuonyesha kwamba zitahakikisha zile taarifa walizozipata kutoka kwa mwenye taarifa e, watazitumia tu kwa makubaliano e, ya, ya mwenye taarifa mwenyewe. Ndiyo maana mmeona kwamba hapa tulikuwa tunaonyesha kuomba ridhaa kwamba picha zote zitakazochukuliwa hapa zitumike kwa ajili uh, ya mkutano huu na si vinginevyo, zisije zikaonekana zikichukuliwa vile zikawa kwenye matangazo ya biashara. Sasa kwa sheria hii, inazitaka taasisi zote zinazokusanya taarifa na kuchakata taarifa zihakikishe kwamba zimejisajili kwenye Tume ya Ulinzi wa Taarifa Binafsi. Malengo yake ni nini? Lengo la kwanza ni kuonyesha commitment, ni kuonyesha msimamo wao kwamba taarifa walizo nazo ni kwa ajili ya makusudi yaliyokusudia na yule aliyetoa taarifa zile, zile taarifa zitumiwe kwa ajili yake. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba hiyo commitment ikitokea, tunategemea kwamba utu utalindwa na zile taarifa zinatumika kwa makusudi. Sasa kwa nini tunakuja na hii mada hapa? Kwa vyama vya siasa, vyama vya siasa ni taasisi na zinakusanya taarifa mbalimbali, wagombea, watu wakiotia nia na siri za watu, huyo mtu atakuwa wameleta hizo taarifa kwenye chama kwa sababu anataka ziwe taarifa zitumike kwa ajili ya kupata haki yake ya ya kidemokrasia kuweza kushiriki kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye shughuli za siasa. Sasa kama taasisi, tutatakiwa tujisajili kwenye tume ya ulinzi wa taarifa binafsi ili tuweze kutembea haki wale watu ambao watashiriki na ingine taarifa zisivuje kutoka kwenye vyama vyetu. Kama tutazilinda, ina maana kila mtu atajenga imani pale anapoenda kugombea, na hiyo inaongeza uungwana ustaarabu na kuheshimu haki za binadamu. Ndugu waheshimiwa wajumbe, uh, wa baraza ulizi wa taarifa binafsi e, si za ngeli tena katika nyanja ya utawala bora na haki za binadamu. Ibara ya 16 kifungu kidogo cha ja kwanza ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 inatamka bayana kuwa kila mtu ana haki ya kuheshimiwa na kutunzwa maisha yake ya faraga. Hii ina maana kuwa taarifa tunazomhusu mtu binafsi, iwe jina, namba ya simu, anwani ya makazi, itikadi au hali ya kiafya, zinapaswa kulinda kulindwa dhidi ya matumizi au usambazaji. Katika muktadha wa vyama vya siasa kuna hatari kadhaa ukiupaji wa misingi ya ulinzi wa taarifa binafsi. Kwa mfano, kuchukua taarifa za wanachama kupitia form au mitandao bila idhini ya wazi, ili kutangaza majina au picha za watu kwenye majukwaa ya kisiasa au mitandao ya kijamii pasipo ridhaa yao. Kwa hiyo unaweza kuona msingi imara tunachokilinda ni ridhaa ya mtu. Hei, hayo maisha ni maisha ya mtu binafsi na ni haki yake kimsingi, kushiriki katika e, majukwaa ya siasa, lakini e, tuwe na busara na hekima, na kwa kuhakikisha kwamba hatukiuki sheria hii ya ulinzi wa taarifa binafsi. Kutoa au kuuza orodha za wanachama kwa uhusika wa nje kwa ajili ya matangazo au maslahi mengine za kisiasa, hii ni kinyume na misingi ya sheria ya ulinzi wa taarifa binafsi ya mwaka 2022 20 ambayo inahitaji taasisi zote zikiwemo vyama vya siasa kukusanya, kuhifadhi, kuchakata na kusambaza taarifa binafsi kwa kuzingatia maadili, uwazi na ridhaa ya muhusika. Ndugu waheshimiwa wajumbe wa baraza, vyama vya siasa vina nafasi kubwa katika maisha ya kijamii na kisiasa ya nchi yetu. Kwa sababu hiyo, ni muhimu kuchukua hatua madhubuti kuhakikisha kuwa vimesajiliwa rasmi na Tume ya Ulinzi wa Taarifa Binafsi kama wakusanyaji, wachakataji uh, wa taarifa binafsi kwa mjibu wa sheria, vinakuwa na sera za faragha kwa maana ya privacy policy, kwa sababu kujisajili ni jambo moja, lakini kuna suala la eh, compliance uzingatiaji. Tunaomba tuzingatie sheria natuzingatie katiba zetu ili ka miongoro ofisi ya msajili kwa kama tishio na tusiweteke sana kufuata mitandao wanavyoandika. Wakati mwingine mitandao wanaandika kwa manufaa yao, ila maneno mini na wasii wasi mzingatie sheria za nchi, mzingatie katiba za kwenu za vyama eos yeah, nasheria nazosimamia sisi. Sasa inapofika Sheria hazikufuatwa, kanuni hazikufuatwa. Sasa utaniona ni mlezi mkali au mlezi mkorofi, lakini pab pamoja ha, na hayo bado katika huo ulezi sisi tunaelekeza nini kifanyike. Kwa hiyo nimesimama hapa kuyasema maksudi makusudi, msije mkakumbwa na wimbi la nayo yasoma kui Dunia inabadilika, teknolojia imebadilika, hizi akili bandia ambazo zinaweza kutumika zikabadilisha taarifa. Kwa hiyo sisi kama wanasiasa, kama viongozi, tuweze kuwa makini namna mitandao hii inavyoweza kubadilika na kuweza kuhakikisha kwamba hizi taarifa binafsi tunazilinda. Lakini pipi, sisi kama vyama vya siasa tuna taarifa za wanachama wetu, kwa hiyo tuna wajibu pia wa kuweza kulinda taarifa za wanachama wetu zisitumiwe vibaya, zisitumiwe vibaya, eh, na kwa hiyo ziweze kuhifadhiwa vizuri, lakini pia teknolojia imebadilika. Eh, kuna manufaa ya kuweza kutumia teknolojia ya hivi sasa kwa mfano zahanati inaweza ikatoa taarifa ya mgonjwa ikampelekea mtaalamu wa juu ambaye yuko labda katika eh, hospitali ya wilaya ama hospitali ya mkoa ama hospitali ya rufani eh, yule mtaalamu akatoa taarifa ya namna gani ya kuweza kumshughulikia yule mgonjwa. Kwa hiyo, kuna namna ya kuweza kuhakikisha kwamba taarifa za watu binafsi zinalindwa, lakini vile vile taarifa hizi ziweze kutumiwa e, katika hali ya kuweza kutoa huduma ambazo kwa hivi sasa huduma hizo zinaweza kutolewa kwa kutumia taratibu za mitandao. Aa, kimsingi mafunzo ambayo tumepata ni kwamba ni mafunzo ya kutuwekea heshima na kutuhifadhi, kwa sababu ni mafunzo ambayo yanaelezea namna ambavyo sheria na inatutaka tuweze kujisajili kama vyama vya, vya siasa katika kulinda taarifa za wanachama wetu na taarifa zetu binafsi zisitoke kiholela. Kwa hiyo kwetu sisi ni mafunzo ambayo yanatupelekea kutunza eh, faragha yetu kwa mujibu wa sheria na ni jambo ambalo kimsingi viongozi wamelipokea na chama chetu kiko tayari kujisajili katika utaratibu huo wa kuhifadhi E, wa, usalama wa data. Sisi tume, tume, tume, tume, tumeshawaeleza hapo ndani kwamba tuko tayari baada ya semina hii tuweze kujisajili. Tunawashukuru watu waliokuja kutoa mada, wamehusika kusimamia vyema jambo hili, na tunatoa tahadhari kwa wananchi ili wawe na tahadhari katika kupokea taarifa ambazo nyingine ni taarifa zilizobumbwa, zilizotengenezwa, walizogusha kwa hiyo kila mmoja ajitahidi kutunza taarifa binafsi ili tuendelee kulinda amani ya nchi yetu.